Habari yako mtazamaji wa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Leo tunaenda kuwazungumzia Wapare, tunazungumzia kabila la Wapare, ni jinsi gani ambavyo wanakuwa wakiita majina watoto wao. Katika kabila la Wapare, jina la mtoto sio tu sauti ya kumuita mtoto. Wanapokuwa wakimuita mtoto wao hawa jina, hawaangalii tu siku ile ya mtoto kuzaliwa, wanaangalia maisha yake mtoto kwa ujumla Jina la mtoto linakuwa limewakilisha sala, linakuwa limewakilisha maombi, linakuwa limewakilisha matumaini ambayo wazazi wanakuwa wanatarajia mtoto wao aweze kuyapata. Wapare hawamuiti tu mtoto jina wakiwa wanaita tu labda jina tu kama jina, hapana, huwa wanaita wakiwa wamemaanisha mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu fanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia, kwa ajili ya biashara na kwa ajili ya jamii nzima. Unaweza ukatupigia simu au ukatutumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu sasa, twende tukaangalie hoja tano za kina kuhusu jinsi ambavyo Wapare wanaita majina watoto wao na hayo majina yanakuwa yana maana gani? Karibu na tuanze hoja ya kwanza. Tunaangalia majina kama shukurani ya pekee na imani. Kabila la Wapare wa mara nyingi sana anapokuwa amemzaa mtoto wake, anakuwa anamuita jina ambalo jina litaonyesha, linakuwa lina maana ya kumshukuru Mungu, linakuwa linaonyesha imani hata huyo mtoto anapokuwa yeye mwenyewe anakuwa anajitambua kabisa kwamba mimi ni kusudi maalum, mimi nimetoka kwa Mungu. Jina linakuwa linamwonyesha, yani linakuwa linashukuru, inaonyesha ni shukurani. Mtoto amezaliwa ameletwa, ni shukurani ya pekee, wanamshukuru Mungu kulingana na imani yao. Kwa hiyo hawaiti jina tu kama jina tu, hapana. Linakuwa na imani, linakuwa na shukurani, linaonyesha kwamba yule mtoto amepatikana kwa sababu au kwa kusudi maalum, na mtoto anapokuwa anakuwa anatambua hivyo kwamba yeye hayuko hapa duniani kwa bahati mbaya, ila yuko hapa duniani kwa ajili ya makusudi maalum. Hoja ya pili ni majina yanayoaksi mazingira ya kuzaliwa. Kwa Wapare, mazingira hawayachukulii kama bahati mbaya. Mtoto anayezaliwa wakati wa mavuno, amezaliwa wakati wa mvua, amezaliwa wakati wa taabu anapewa jina kulingana na yale ya mazingira. Hiyo inakuwa inaweka kumbukumbu kumbu, hata kwa mtoto anakuwa anajua kasa kwamba mimi nimezaliwa kipindi cha mavuno, mimi nimezaliwa kipindi cha mvua, mimi nimezaliwa kipindi cha shida. Hiyo inamfanya mtoto atambue kwamba maisha yanakubadilika, maisha yanakuwa yana thamani, na kuna wakati ambapo maisha pia yanakuwa hayana thamani. Kwa hiyo mazingira kama mazingira Wapare wanayachukulia kama kitu ambacho ni serious. Hawachukulii tu kama kitu cha kawaida. Kwa hiyo wanaita wakati mwingine majina kulingana na mazingira halisi ambayo yanakuwa yametokea. Hoja ya tatu ni majina kama mafundisho ya maadili kwa Wapare. Baadhi ya majina yalikuwa yanaonyesha au yamebeba unyenyekevu, utulivu, upendo, utu, wema, subira. Majina hayo yalikuwa yanawafanya watoto ambao wameitwa hayo majina kuishi kulingana na majina yao, na hiyo ilikuwa ikiwasaidia sana watoto kutambua kwamba mimi hili jina nililoitwa linaonyesha unyenyekevu, linaonyesha uvumilivu, linaonyesha upendo. Kwa hiyo natakiwa niishi kulingana na jina langu, niishi nikiwa na upendo. Wazazi wanakuwa wakimwambia kwamba wewe ni upendo, wewe ni amani, wewe ni furaha, kulingana na kabila la Kipare. Kwa hiyo mtoto anakuwa anakuwa akiishi vile, anaishi malezi ambayo sio malezi yanayohitaji fimbo tu, bali malezi yenye maadili. Hoja ya nne ni majina yanayounganisha vizazi. Kwa Wapare, majina yalitumika kuonyesha, kuunganisha vizazi. Hayo majina yalitumika kama vile kuenzi mababu yalitumika kwa watu ambao wametangulia mbele ya haki. Majina pia yalikuwa yakitumika kuonyesha watu maarufu, watu ambao walikuwa wana mchango chanya kwenye jamii yao. Kwa hiyo mtoto alipokuwa akizaliwa, anaitwa jina la huyo mtu ambaye ana mchango chanya kwenye jamii, babu labda ametangulia, bibi. Kwa hiyo majina hayo yalikuwa yanatumika. Na kwa nini walikuwa wakitumia hayo majina? Walikuwa wakitumia hayo majina kuunganisha ukoo kuunganisha familia, na hayo majina yalikuwa yanamtambulisha mtoto kwamba yeye ni mnyororo kwenye sehemu ya ile familia au ule ukoo, na yakimtambulisha kwamba yeye kama yeye hayuko peke yake, bali yuko sehemu ya familia fulani au yuko sehemu ya ukoo fulani. Hoja namba tano ni majina kama dira na matarajio katika maisha. Kwa Wapare walikuwa wakiwapa watoto wao majina wakiamini kwamba jina sio sauti peke yake, bali jina ni dira, jina ni tarajio. Hivyo walikuwa wakiwapa watoto majina ambayo yanaonyesha matumaini, yanaonyesha matarajio, yanaonyesha amani na yanaonyesha mambo mazuri yajayo. Kwa hiyo mtoto alipokuwa akikua, hata yeye mwenyewe anatambua kwamba jina lake mwenyewe linamwamini, yaani yani yeye anajiamini kulingana na jina lake. Kwa hiyo anaweza akaishi maisha ya matumaini, anaweza akawa na matarajio mazuri katika maisha yake, akiamini kwamba jina lake tu lenyewe linamwamini jina lake tu lenyewe linamtambulisha. Kwa hiyo Wapare walizingatia sana kuhakikisha kwamba majina yanakuwa dira na yanakuwa ni matumaini mema kwa ajili ya vizazi vyao, na hata watoto wenyewe wanajiamini kulingana na hayo majina, kwa sababu yanakuwa yana dira nzuri, yana yanakuwa ni majina yenye kuonyesha matumaini mazuri. Leo tunapoishi katika dunia yenye kasi ya mitandao, yenye kasi ya majina ya kisasa, jamii ya Wapare inatukumbusha kwamba jina la mtoto sio kwamba ni jina ambalo lazima liwapendeze watu. Hapana, bali ni jina ambalo litaleta matumaini katika maisha ya mtoto. Ni jina ambalo litamkumbusha jamii yake, ni jina ambalo litakuwa kiungo, jina litakalomletea matumaini, jina ambalo litakuwa sala katika maisha yake, jina ambalo litakuwa ni mwongozo, jina ambalo ni neno moja tu ambalo linaweza likaleta matumaini na ambalo ni jina. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo, hivyo usiache kushare, usiache kulike, usiache kusubscribe. Share kwa wazazi wengine pia ili waweze kujifunza kutokana na kabila la Wapare na kuona kwamba jina lina thamani kubwa katika maisha ya mtoto. Pia unaweza ukatuandikia wewe kabila lako mnaita majina kwa misingi ipi? Karibu sana, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.